Niko hapa naiangalia picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Sheikh Abeid Aman Karume wakisaini hati ya muungano wakiunganisha mataifa mawili ya Tanganyika huru na Zanzibar huru. Ilikuwa ni mwaka 1964 hii Aprili 22. Nyuma ya picha hiyo utawaona mashuhuda wa hati ya muungano ambao ni Oscar Kambona aliyekuwa waziri wa mambo ya nje, Boke Munanka kutoka ofisi ya rais Tanganyika, Job Lusinde aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na Roland Brown aliyekuwa mwandishi mkuu wa sheria wa Tanganyika wakati huo. Hao walikuwa wawakilishi wa Tanganyika waliosimama nyuma ya Mwalimu, lakini nyuma ya Sheikh Karume akasimama Kasim Hanga aliyekuwa makamu wa rais wa Zanzibar, Abdulaziz Twala aliyekuwa waziri mdogo kutoka ofisi ya rais Zanzibar na Saidi Munyigogo aliyekuwa msaidizi wa rais wa Zanzibar maswali yakaulizwa mbona umesema Aprili 22 wakati tunajua muungano ni Aprili 26 naam kaa ni kupe elimu hati ya muungano ilisainiwa Aprili 22 mwaka 1964 na mataifa mawili machanga ya Tanganyika lililokuwa na chini ya miaka mitatu huku Zanzibar likiwa na miezi minne tu wakati huo Tanganyika ikiwa na watu milioni 12 huku Zanzibar ikiwa na watu laki tatu na elfu kumi na mbili. Mara baada ya kusaini hati hii, ndipo baraza la mapinduzi Zanzibar lilipitisha hati hiyo, huku Oscar Kambona akiwa shuhuda wa hilo. Ilikuwa ni Aprili 25, hiyo jioni yake hati hiyo ikapitishwa kwenye bunge la Tanganyika. Hati hiyo ilitamka kuwa siku ya muungano ni tarehe 26 Aprili mwaka 1964, ambayo kwa kalenda ya mwaka huo Ilikuwa ni siku ya Jumapili, hivyo hakukuwa na shughuli yoyote siku hiyo, wala sherehe wala maadhimisho. Na ndipo Jumatatu wabunge waliporudi bungeni, ilikuwa tayari wanarudi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Unaweza kuuliza kama siku hiyo ya Aprili 26 mwaka 1964 hakukuwa na sherehe, ni wapi ilipigwa ile picha ya Mwalimu Nyerere akichanganya mchanga? Well, sikia hii. Picha ile ilipigwa wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja wa muungano mwaka 1965. Ilipigwa wakati mwalimu akiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, wakati huo kabla ya kuitwa Tanzania. Alichanganya mchanga kuashiria watanganyika na wazanzibari wote ni wamoja kwenye chungu kimoja, taifa moja. Wakati wa majadiliano ya kuunganisha mataifa haya, mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitamani mataifa yote ya Afrika Mashariki yaungane kwa kipindi kile akiwa ni Tanganyika Kenya Uganda na Zanzibar Kenya na Uganda hawakuonesha kulikubali hili ila ni Sheikh Abed Aman Karume alionesha utayari wa muungano na ukafanyika katika haya Karume na Nyerere walikuwa wamenyooka kwenye muungano wanaoutaka waliwaagiza wanasheria wao waletea mapendekezo na wanasheria hao wakaja na pendekezo la serikali moja na Nyerere akawa wa kwanza kulikataa wazo hilo alilikataa kwani, alisema Tanganyika ingeimeza Zanzibar kwa utamaduni wake na historia yake. Walitaka muundo wa shirikisho utakaolinda mamlaka ya Zanzibar utakaozingatia hali halisi wana muungano, kijiografia, kidemografia na usiokuwa na kikwazo. Mawazo ya mwisho yakawa ni lazima kupatikane serikali ya shirikisho bila ya Zanzibar kuelemewa, pamoja na kushindwa kuwaponya wananchi wake majeraha ya karne kadhaa za utumwa ila ya kuwarejeshea wananchi imani na matumaini ya kesho. Hapa ndipo wakakubaliana kuja na muungano wa serikali mbili. Chukua na ujifunze historia na kuihifadhi, ya kuwa Karume na Nyerere walikuwa ni wanamajumui wa Afrika, walikuwa ni waumini wa Uafrika wao na waumini wa muungano walioanzisha, na hawakuwa wafuasi wa muungano, na ndio maana waliofanya muungano kuwa kama wakfu usiouzika wala usiovunjika muungano huu ni wa watu na sio wa vitu muungano huu ni wa umoja wa nchi zetu unaojali utu rasilimali na amani na usalama wa nchi zetu leo muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioizaa Tanzania umetimiza miaka 61 umekuwa ni muungano wa kihistoria uliohudumu muda mrefu na uliofanikiwa bila mataifa kugombana na uliosimamiwa na Waafrika wenyewe. Na furahi leo kumwona Mpemba anauza duka Kigoma na Mmasai analinda Zanzibar. Ni furaha zaidi kuwaona Wanyakyusa, Wanyamwezi na Wagogo Pemba, huku Mshirazi akifanya biashara Singida. Huo ndio muungano wetu. Miaka 61 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano.